Vijana wangu huyo alikuwa hajamjua Mungu mm, lakini amempata mwanamke, mwanamke mwenyewe analingana naye mimi <laughs> msicheke, wa kinamama ni huzuni, ni huzuni sana, ili niuma sana siku hiyo. Mtumishi wa Mungu alikuwa amekaa kwenye madhabahu hii, nilimchukua mama mmoja humu, tukabeba viti viwili tukaviweka karibu na mtumishi wa Mungu hapo. Kijana wangu walikuwa ameshapewa ku, kufundishwa wakaanza na kutangaza ndoa wafunge ndoa na yule bibi. Kwa hiyo akina mama tuna huzuni sana katika mioyo yetu kupitia vijana wetu, ili ni uma sana. Baada ya kumwambia mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu alinijibu kwa hekima sana, lakini kwa vile alikuwa amekaa madhabahu madhabahu imejibu. Ile ndoa ilitangazwa mara tatu lakini haikufungwa, makofi na mbele za Bwana, haleluya, amen. Hivi ninavyoongea haikufungwa. Amen, amen, amen. Ilipotangazwa mara ya tatu, ikaishia hivyo hivyo. Wengine wote walifunga ndoa, lakini ya kwake haikufungwa. Amen, kupitia madhabahu ya hapa. Wa kina mama wenzangu, wa kina baba, ndugu zangu wote wanaoniangalia hata mtandaoni, mm. Amina, amina, na jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki sana. Makofi na vigelegele kwa matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Huyo Mungu ambaye amejibu kwa huyu mama atajibu na kwako pia, haleluya, lazima uamini, haleluya, yeah.